Tuko you know, hapa kwa ajili ya kusherehesha tua ya Daktari Samia Suluhu Hassan kanda ziwa, tunakuwa Simiu panako majaliwa Mwanza, lakini pia sisi katika kuzindua lile daraja kubwa refu zaidi and you know who did it? Samia did it, Samia Suluhu, mitano tena Msanii Harmonize pia ameweza kupost video clip nyingi sana kwenye, eh, kwenye Insta story yake, na hii ilikuwa inaonyesha magari ma range tumeona pale, lakini pia tumeiona Kajala three kuwepo pale, noma noma sana, na tunajua kabisa ni mmoja kati ya sanaa ambao pia wanafanya poa kwa sasa hivi. And then mara baada ya kuweza kupost ile post chini akawa amesindikiza ujumbe wa kusema kwamba eh, Mwanza, Simiyu, Busisi, Dr. Samia Suluhu Hassan, eh, coming, tuna eh, tunatamba naye, eh, nitakuwepo. Ikumbuke kwamba eh, msimu huu au mwezi huu wa kutakuwa kuna uzinduzi wa daraja ambalo linapatikana kule Mwanza ambalo pia limekuwa ni kiungo kikubwa sana kwa watu ambao pia wanafanya mambo yao lakini pia harakati zao kutokea eh, upande ule. Sasa linakwenda eh, kuzindua daraja hili na kuenda kuanza eh, rasmi kabisa sasa. Moja kati ya watu ambao pia wataweza kushiriki katika uzinduzi huo bwana eh, Harmonize ameweza kuthibitisha kwamba Mwanza bu, eh, Simiyu eh, Busisi Dr. Samia, uh, coming tunatamba naye na nitakuwepo. Na huo ndio ujumbe ambao alikuwa ameuandika katika zile post ambazo amekwisha uh, kuzipost katika uh, Insta story yake, na hii inamaanisha kabisa kwamba mmoja uh, kati ya watu ambao pia wanafanya shows nyingi sana wakiwa uh, bamba tu bamba na mama, Harmonize ni mmoja kati ya watu ambao pia yuko nao sawa sana, kwa sababu kumbuka hata alivyokuwa anaizindua bana albamu yake, tunakumbuka kabisa mgeni rasmi uh, alikuwa uh, Dr. uh, Samia Suluhu Hassan na vitu vikawa vimeenda viral uh, kinoma noma kinamujako na wenyewe anatamba na anatamba na hizo video na nini, lakini eh, kutokana na vile ambavyo ukanda ule wa Mwanza, Simiyu pamoja na Busisi, kwa sababu unajua hizo zote ni sehemu za kanda ya ziwa, na show itakuwa ni kubwa sana kila kitu o utakuwa umetisha kinoma kinomanoma kwenye kwa site wa Instagram, e, bila kusahau kule Facebook pale e, X pia tunatumia kama sawa sawa digital, bila kusahau pale YouTube, ukisubscribe channel yetu, tutakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata all notification ambazo zinakuwa zinatokea hapa, zilidati kabisa, that's my name.